Nakwambia kuhusu huyo mpangaji wako Mwajuma, tuna siku ya tatu sasa hatuna umeme huko ndani, sio wakutoa hela. Umeme hataki kutoa umeme kabisa, anatumia pasi, anatumia jiko la umeme, anatumia friji, anategemea nani anamtolea hela umeme? Au mmeambizana, mnajuana wenyewe?

kidogo nenda kwenye mambo yangu. Si unajua tena mabinti sisi. Yaani ilikuwa kila ngika. Nakukumbuka. Na kuwaza na sana. Na kufeli in my heart. Naona hapa mmenikalia kikao na mpangaji wako. Ah. Na tena mjinga yule. Ajelewe. Unajua? Kuna watu na viatu. Wengine wikokoko. Yaani baba simpendi wa binti. Yaani, imerudi muda si mrefu anaanza kuniambia maswala ya umeme sijui nini na nini, anajitia kama mwenye nyumba. namchukia kama vipi mwamishi Adam. Kwa ajili yako tu atama, labda nikutoe hofu wewe, hapa usilipe maji, nitakulipia mimi nchaji majota. Na nitakulipia hela ya maji, nitalipa na nitakufikiria swala la kodi sasa hapo ndo pa kumwambia mimi sitakuwa nalipia umeme. Ah tunafuata na fata na tu mdani. Ah. Usijali. Mtamwambia. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. Ila hmm, hmm. Leo siku leo. Unataka hmm, hmm. nije? Hmm, saa sita Chumbani kwako? Hmm, na mazungumzo kidogo. Hmm, hmm. Niabwe kitanda. Hmm. Sawa? Hmm, hmm, hmm. Leo usiku. Hmm, hmm. Kwenye kitanda. Hmm. Tutongea kidogo. Hmm. Sawa. Ngoja basi mimi nikalale. Nimechoka. Aj, si. kwenye sita kwa sita ndola yakaa na wapangaji nalaya. Wapangaji wako ni kuwagombanisha tu, wanapigana vitasa mda wote. Wewe unakula bata, akizingua mmoja unamwamisha, unakula mwingine. matotooi watoto watotowa Unajua wewe hmm, ni mzuri sana. Acha basi. Ni mtamka kabisa. Wewe. Eh, amni angalie basi. Naona aibu. Ya bwana, nilo tabasamu lako. Eh, ni mtamka kabisa. Hem, ni angalie, angalie huko. Angalia huko. Eh, ba mwenye nyumba. Sikiliza, sikiliza. Unajua mimi na shida. Shida gani tena? Mimi e, <laughs> mambo yangu hayaendi vizuri. Aaaaa, mwsowa wezi mkisha kwama mnanitafuta, mnaanza kujivamisha. Nitakusaidia, sawa? Usijali, uaga bule, lakini nikirudi, tutongea leo usiku. Tutongea leo usiku, tutongea, sawa?

Asubuhi, wengine wako makazini, mtafikishia taarifa. sawa sawa. Kuna jambo kidogo nataka tuliweke sawa hapa kwenye swala la usafi. Ujue, katika maisha hapa mjini kile kitu na hela chabule, salamu tu shikamoo marahaba, basi vingine vyote na hela, kukaa na hela, kulipa kodi, pango ni hela, kula hela, ni pesa. Sasa mpaka takataka na zenyewe pesa, nilikuwa nataka nizungumzie swala la takataka. Kama mnavyojua site uoga wanakuja watu wa jiji kuchukua hela taka shilingi elfu moja moja, lakini sasa hivi nimemteua huyu Mwajuma, atakuwa anachukua ile taka. Atakuwa anachukua anawapa watu wa jiji taka, mtakuwa mnampa elfu moja mia tano sawa. Mkishampa elfu moja mia tano ile mia tano, anakata kwa ajili ya usumbufu eh, eh, Na kutunza tunza hela. Eh, eh, sawa. Mnampa uyo. Sasa tutampaje elfu moja mia tano badala ya elfu moja. Kimia? Kashe sema mwenye nyumba, we nani? Haa. Upia kozi. Mwenye utozi. Tulia. Baba samani. A, katika ustaarabu tu, kwenye maisha yetu haya ya kawaida kwa limani. Mimi nilikuwa naona kwamba Kama hawezi kutunza hela bila kukata hela, angalau hata kidogo. Basi tu kwa nini tusifuate sisi wenyewe hizo pesa? Alafu takataka zikishaja tuna hapo ni takataka na kuenda na mtupa. Tulia. Huyo ndio mnampa hela. Sawa. Dada kila kila nyumba ina sheria yake. Upo. Afuona kierere wewe wewe wewe. Tulia. Ndopia makofi. Ana mdomo? Kope gafa hiyo. Mtia mm. Jinga. Eh? Mimi ndio nimesema. Na hiyo hivyo. Hakuna anapigisha ninachosema mimi. Sawa.

nitakuroga mawelihikta kwenye nyumba yangu, nakupiga jini. We mzee wajitoa fahamu, wajikuta umeforget huo. Ujue makubaliano yetu yalienda vipi? Wajisaulisha we mwenyewe, si ndio ulikataa kuandika, ukasema fresh unaniamini. Alafu kitu kingine nikujuze, <laughs> mi hapa sijapanga, mi kwetu hapa siami unakupiga jini, labda nikujuze, bwana Mwakatobe, mimi siogopi chochote, na hivyo unachonitisha mimi siandafii, labda nikuapie kitu kingine. Kama utafanya kitu chochote ambacho unaona kitaniingiza kwenye matatizo, mimi nakuteka wewe halafu ndugu zako, unajua nani chohotchokitagzawne aaziutudgu aao

Ah, nimewaita kwa mazungumzo na nyie. Hiki ni kikao cha dharura. Kimekuja tu ghafla kama na mambo ya kuzungumza na nyie, na mambo matatu ya kuzungumza na nyie. Swala la kwanza, swala la makelele kwenye nyumba yangu. Mnapiga tu makelele, mnabwata, mnaongea ongea tu. Sitaki makelele. Kama mtu anapiga makelele aende huko makelele Haingie mirembo ya university asome, sipendi mimi mnanipigia makeri. Mkajenge nyumba zenu kwangu, mnapiga makeri ya nini? Swala lingine eh, la pili, swala la mziki. Mnafungulia mziki disco disco, mnacheza singeli nii. Mbona siani mkeka viduku heshima yenu? Nachuka nini? Hamji lewi, wapangaji gani? nitoe ana mziki mimi, huyu Dida anapiga kwa sauti huku, Mariamu ana migomba anapiga kwa sauti mwingine kaika mili ndimo nitaya gusoeleweka mafumbo mafumbo tu, mnafumbia na nini? nu nu nu nu nu nu, unamnunia nani? pendi mimi, sawa so. Na swali lingine, ili swala eh, tusamiane na dharura tu. Nimeparisha kodi. Lakini kwa watoto wa kike, kodi iko pale pale. Nilisema kodi yangu kwa mwezi elfu thelathini. Ila watoto wa kiume. Ninyi mtalipa laki na nusu. Samani, mzee. Hiyo laki na nusu kwa mwezi au ndani ya miezi sita? Kwa wiki. Kwa wiki? Eh. Ah. Mzee, mimi ndaama na nyumba yako. Jikatae. Eh. Eh. Ukijikataa na mimi nakukataa. Eh, na nyumba yangu inakukataa. mm, mm. Sitaki mtu mm, mm. Utaki unahama sawa. Oya, oya wewe mzee, umeshaanza ugaegea isio. Yaani toka mwanzo mi nakusikiza unaongea ngoro. no, no, no, anje tu. Wewe mzee, mbona ujitambui gani? Unakuwa mwanajeshi mstaafu, mwanajeshi gani unaangaliza kipumbavu kiasi hicho? Unashindwa kujitambua, unaumwa kisukari bado unapenda vitamu. Sikia nikwambie Fira, si hapa ni elfu thelathini tu hakuna mtu anayetoa laki na etuwa, nusu. Na kama utazingua si tunavunja kibanda hiki. Yaani ugegege gwani tamani kwa Madidasa smoke kama ni kafafoda. Vita vinaendelea. Mimi ndo nimeshasema digi ala hapa ngo bali mwili. Piga makofi mimi. Unabishana hapa mwenye nyumba. Nitakupiga makofi. Nitakula jicho hilo. Natoa jicho moja na kutoa. Oya, oya, oya mzee, oya. Unira jicho yaani umefikia kwa wao mwambie ni mzee wenu nitamtimba. Mzee wenu nitamtimba, nitakufua msuli mzee. Oya

mpaka jani mpangaji, mpangaji kituko. Uwe unaangalia wapangaji wa kuwalete kwangu, mjiga mjiga tu mpangaji aeleweki. Sipendi mimi umenikera, ni kweli uchukisebo ni Mkatobe mpangaji. Kama tatizo inatakiwa ahame, tena nyumba hiyo mpangaji alipikoni, afanyi usafi, anavuta bangi, ana faida gani kukaa? Toa hatu tuingize mpangaji mwingine, tuchukue pesa mzee zangu nguu, unachiluwa wapi wewe? Tunachukua na tena usini pange ndokata magofi ndopijo magofi. Hey? Akija mteja unampima akili kwanza, alafu ndo unamtafutia chumba. Sawa? Jiongeze.